So, hapa Mario anaeleza sababu ambayo imefanya pengine ndoa hii imechelewa e, mpaka sasa mbali na kuwa wamepata mtoto na unakumbuka pia Mario alishamchumbia Paula. Pengine inawezekana niko naingilia maisha yako, lakini we ni mdogo wangu, si vibaya kuingilia maisha yako kweli e, ndoa lini, watu wanasubiria au ndoa mambo ya kwa yule mzazi mwenzangu, huyu si ndio mke wangu. Ndoa inshallah. Mimi naamini nimepata mwanamke sahihi wa kumua sababu so, mm. Nimezana naye na nimeweza kumcontrol kwa asilimia kadhaa, kumweka katika mazingira, katika mali ambayo mimi napenda mm. unanielewa. Na sasa hivi tupo kwenye kukubaliana nani na, anamfuata mwanzo wake kwenye dini mm. unanielewa, lakini inshallah mimi nitamuoa mwanamke, kwa sababu amenipa zawadi kubwa sana na ameniheshimisha. Unajua mm. wanaume tunapenda vitu vingi, kimoja hapo kuheshimiwa. Mm. ananiheshimu ananipenda sana so why not. Kwa hiyo tutafanya hivyo baadaye. Sawa, mimi nakuuliza swali lingine. Mimi yes, ilikuwa tangu nikiwa mdogo nilikuwa mm, nasemaga mimi na wish kuwa na mwanamke wa Kiarabu, wa Kizungu, yani kuna wanawake zangu eh, umeelewa eh. Mwanamke uliokuwa naye sasa hivi ndio ndoto yako, au imetokea na ndio umeona, basi hii sasa iko sawa? uh... uh... Of course ni mwanamke wa ndoto yangu kwa sababu nasema wa -wa ndoto yangu, kwa sababu ndoto, bro, hii toka uzalie, ndoto inaweza leo hii tu ndoto zako, nasema ah, bwana huyu, da, nampenda kwa sababu ndo umemuona kwa kipindi kidogo. Bye. Samaki mbongela samaki. Dini imekuwa ni kitu ambacho uh, ni tatizo sana inavyokuja kwenye swala la ndoa. Lakini mara zote tumeona wanawake wakiamua kuwafuata wanaume wao. Ingawa pia wapo wanaume ambao wamewafuata wanawake kwa sababu ya ndoa. Kwa hiyo Marioo anasema bado wapo katika harakati za kufahamu wanafanyaje kuhusiana na hiyo issue ya dini. Nani amfuate mwenzake? Inaonekana pengine Paula amekaza kubadili dini kwenda kwenye Uislamu na Marioo naye pia ndio hivyo. Kama mwanaume unajua kuna ile kwamba wewe ni mke wangu lazima unifuate mimi ambako nipo. Lakini mwisho wa siku ni makubaliano ya watu wawili, na hapo ndipo ambapo ndoa inaweza ikapita, au sio. Kwa hiyo kinachochelewa a ni hicho lakini, Marioo amemsikia hapo akisema kwamba swala la ndoa alipo, na Paula ndo mwanamke wake, hawezi kubadili maamuzi mengine kusema akafikiria kuwa na mwanamke mwingine nje ya Paula.